Asinge simama pale msalabani. Akamwangalia msalabani pale. Asinge julikana Yesu Yesu mpaka leo na mamlaka yake na jina lake. Jina lake nilisikika sana kwa sababu niliwahi kudharaulika sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Yule pale katumbiko pale msalabani. Kila mtu aliona kama hana uwezo. Kila mtu aliona kama hana maana. Waliona hivyo na hata walio waponya nao waliona hivyo. Kama ni kama aliwahi kuliponya lakini leo wamemwezaje?